Ram gombea, ndugu zangu, mimi nilikuwa ACT, mwana kindakindaki wa ACT. Historia yangu na uzawa wangu ni kijana ambaye nimezaliwa katika upinzani. wazee wangu baba na mama ni mzaliwa wa Mtambo, na kwa bahati jema sana ni mjukuu wa almarhum u pale alipolala Maalim Sefu, pembeni yake hatua kumi, ndipo penye kaburi la mamaangu. Kwa hiyo naomba mnifahamu kwamba mimi nilikuwa mwana upinzani, mwanaharakati wa kweli kutoka chama cha ACT. Nimeamua kujiunga na chama hichi kwa sababu Maalim Sefu alikuwa siku zote yeye anahubiri maendeleo, umoja na ustawi wa watu wa Zanzibar. Lakini cha ajabu kikubwa sana, kabla ya umauti wake, Maalim Seif Sharif Hamad alituambia neno na liyazungumza hayo kupitia hotuba zake, kama kwamba alikuwa anatuaga akituambia, na imani na Dkt Hussein Ali Hassan Mwinyi, naomba mshirikiane naye. Najua ndani ya sisi Hii ni kauli tosha. Hii ni kauli thabiti ya mwanasiasa nguli ambaye alitumia ambaye ana Daktari Hussein ametuletea maendeleo, hakuna aliyokuwambaa. Hawaoni waliokuwa hawaoni, basi hamsikii. Wengine wako ambao wanakejeli, wanasema ile fayoba ni daraja. Mimi nilikuwa nawaambia huyo Maalim Seif ambaye alikuwa na dream ya kusema kwamba Zanzibar ataifanya kuwa Singapore ya Afrika Mashariki fanya kama ambavyo amefanya Dr. Hussein Ali. Kwa hiyo ni waombe ndugu sana, tusipoteze muda kwa kulishwa siasa chafu za uzawa na propaganda wakati Zanzibar imetulia. Tunataka tufanye uchaguzi huru na wa amani na inshallah tarehe mosi au kabla ya tarehe mosi Novemba tunamwapisha jemedari wa Wazanzibari.